Habit ambayo unaweza ukaamka usiku kuswali hata kama ukiwa hauna changamoto, inashauriwa hata kama una swali zaidi ya hapo. Tuna mambo mengi ambayo tunapitia, huo ndio muda ambao unaweza ukaongea na Mwenyezi Mungu lolote lile ambalo wewe linakutatiza. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim rabbi shlahli swadri wa amri wayasir liamri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Leo tutajifunza namna ya kuswali swala ya tahajjud tahajjud. Kwanza lazima tufahamu kwamba tahajjud ni swala gani? Tahajjud ni swala ya sunna ambayo inaswaliwa baada ya mtu kulala baada ya swalatu l isha, kisha akaamka. Inaswaliwa usiku. Inashauriwa sana kuswaliwa kwenye theluthi ya mwisho ya usiku, kwa sababu kwa muda ule Mwenyezi Mungu anashuka mpaka mbingu ya karibu na ananadi, anasema, wako wapi waja wangu wenye shida, zisemeni, na dua zinakuwa zinapokelewa moja kwa moja. Dhumuni la kuswali swala ya tahajjud ni tuweze kumuomba Mwenyezi Mungu dua au tuweze kufanya ibada zetu za usiku. Watu wengi tunakuwa tuna matatizo, tuna changamoto, tuna mambo mengi ambayo tunapitia muda wa mchana na muda mwingi tunakuwa tupo kwenye hekaheka za kimaisha. Kwa hiyo muda mzuri ambao mtu anakuwa ametulia ambao anaweza akamuomba mola wake ni muda wa usiku. Kwa hiyo muda wa usiku unaweza ukamuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Pia muda huo ni mzuri pia ukiutumia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile alivyokuruzuku, kwa sababu tuna vitu vingi tofauti na shida Yaani tuna vitu vingi vya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametupa afya, kuna watu ni wazima wa afya. Mwenyezi Mungu ametupa vitu vingi ambavyo wengine wamevikosa. uhai tu ni kitu ambacho, riziki ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, na wengine hawapo. Swala ya tahajjud inaswaliwa kwa rakaa mbili mbili kama inavyoswaliwa swalatu tarawih, yani ni sunna ambayo inaswaliwa kwa rakaa mbili mbili. Kwa hiyo unaweza ukaswali rakaa mbili peke yake au ukaswali rakaa nne au ukaswali rakaa sita au rakaa nane. Rakaa hizo unaziswali kwa kuzifatanisha mbili mbili. Kwa hiyo unaswali rakaa mbili, unatoa salamu, rakaa mbili, unatoa salamu, rakaa mbili, unatoa salamu, rakaa mbili, unatoa salamu. Kama unataka kuswali rakaa mbili peke yake, inashauriwa hata kama unaswali zaidi ya hapo, inashauriwa uso, uswali na swalatu ya witri uunganishe na swala ya witri, eidha uswali rakaa tatu au rakaa moja au rakaa tano au raka, au uswali rakaa saba au rakaa tisa au rakaa kumi na moja kutokana na uwezo wako wewe na pia inashauriwa kama unaweza kuwa kuifanya tahajjud ikawa ni pati ya maisha yako, yani ni vizuri Yani Mwenyezi Mungu anampenda mtu ambaye anaweza akafanya kitu kwa uchache lakini akafanya mara kwa mara, kuliko yule ambaye unaamka tu leo, unaweza ukaswali rakaa nani, ukaswali rakaa nyingi, at the the end of the day ukaishia kwenye hizo ambazo umeishia, badala ya kufanya yani, badala ya yule ambaye anaswali rakaa mbili leo akaamka kesho akaamka, au mtu akaifanya kuwa rutini yake akawa kwamba kila wiki anaamka labda mara mbili au mara tatu, anaswali rakaa mbili. Kwa hiyo namna ya kuswali swala ya tahajud. Swala ya tahajud inaswaliwa hivyo kwa rakaa mbili mbili, na unatia nia kabla ya kulala. Ukishamaliza kuswali swala ya Isha, unatia nia kwamba mimi ninatia nia ya kuamka tahajud, na Mwenyezimungu analipa vitu kutokana na nia. Yani, nia yako ndio itakayofanya Mwenyezimungu akulipe. Mwenyezimungu anasema kwamba vitu, mtu akitia nia ya kufanya kitu kizuri, hata kama ikitokea akafa hajakifanya kile kitu, basi ataandikiwa kama amekifanya. Kwa hiyo nia yako unaweza ukatia nia, na huenda ukafa kwa usiku huo, kwa hiyo utaandikiwa kama vile uliswali ile tahajjud. Kwa hiyo nia ya tahajjud sio lazima unene, sio lazima uweze kusema na waitu uswali na nini, unaweza ukatia nia moyoni. Mwenyezi Mungu anajua vitu kabla hata hatujavisema. Kwa hiyo unaweza ukatia nia moyoni kwamba mimi ninataka kuswali tahajjud na ukiamka usiku kuswali, unatia udhu kama kawaida. Ukimaliza kutia udhu wako unaswali kama zilivyo taratibu za kuswali rakaa mbili. Ukimaliza kuswali rakaa hizo, basi utakaa uanze kusoma dua. Huo ndo muda ambao unaweza ukaongea na Mwenyezi Mungu, lolote lile ambalo wewe linakutatiza, jambo lolote lile ambalo wewe unaona linakupa changamoto, jambo lolote lile ambalo wewe unaona unatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yani kuamka usiku usikufanye tu mpaka ukiwa na changamoto ndo uamke. Create a habit ambayo unaweza ukaamka usiku kuswali hata kama ukiwa hauna changamoto, ukaamka tu kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo Allah ameturuzuku na wengine wamekosa. Kwa hiyo unaweza ukatumia muda huo baada ya kuswali rakaa zako mbili, ukakaa hapo ukaomba dua, ukamuomba Mwenyezi Mungu akusaidie mambo yako, ukamuomba Mwenyezi Mungu akutatulie matatizo yako, au pia ukamuomba Mwenyezi Mungu awasaidie na watu wengine ambao hata hawakuhusu wewe, lakini unamwaombea tu dua. Hiyo pia ni sadaka ambayo itakuwa ni deni kwa Mwenyezi Mungu, na atakuja kukulipa kupitia hilo. Pia unaweza ukatumia mda huo kumshukuru Mwenyezi Mungu, which is very okay and very fine, kwa sababu watu wengi tunakumbuka kufanya ibada tukiwa tuna matatizo, na watu wengi tunakumbuka kuomba kuliko kushukuru. Inatakiwa tushukuru kwanza, kisha tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie vitu vingine pia sasa, hapo nimeelekeza namna ya kuswali tahajud bila witri. Ukiswali tahajud na witri, unaswali rakaa mbili za tahajud. Ukimaliza kuswali rakaa mbili za tahajud, unakuja unatoa salamu. Ukimaliza kutoa salamu, unasimama kuswali rakaa za witri. Eidha, kama unaswali rakaa moja basi unaswali rakaa moja, na inashauriwa ukiswali witri basi uunganishe na ile dua ya kunuti ya witri ile. Allahumma hdina fi man hadait. Ukitaka mwendelezo wake utaangalia kwenye kitabu cha Hisnul Muslim, au kuna sehemu mbalimbali ambazo zipo, ila inashauriwa sana useme, usome hiyo dua ya kunut witri. Pia katika ile theluthi ya mwisho, kama una haja, una changamoto, ni vizuri zaidi, inashauriwa sana, kwenye zile rakaa mbili, ukimaliza kusoma suratul hamdu kwa rakaa ya kwanza, usome suratul Kafirun na ukimaliza kusoma suratul hamdu kwa rakaa ya pili usome suratul ikhlas qul huwallahu ahad. Kwa hiyo inashauriwa sana ukisoma, ukisoma sura hizo ukiwa una swali na ukimaliza ukiswali rakaa yako moja ya witri. Kama una swali rakaa moja basi utaiswali moja kama ilivyo. Ukitoka kwenye rukuu, hapo ndo muda utakaoomba dua ya kunuti ya witri, ukitoka kwenye rukuu na kama ukitaka kuswali rakaa tatu utaswali rakaa mbili, yani baada ya rakaa mbili za tahajud utaswali rakaa zingine mbili ambazo hizo zitakuwa rakaa za witri, kisha utaongeza ingine moja kukamilisha rakaa tatu. Au unaweza kama unataka kuswali tano, ukimaliza labda kuswali rakaa zako nne za tahajud utaswali rakaa mbili, kisha rakaa mbili, kisha rakaa rakaa moja, na hiyo ndo namna sahihi ya kuswali tahajud. Tahajud bwana ni swala ambayo imesistizwa sana na wengi ambao wanaiswali kwa nia na kuamini kwamba Mwenyezimungu atawaitikia dua zao kupitia swala hiyo basi wanaona matokeo. Na dua zote duniani zinajibiwa, dua zote zinajibiwa, lakini kitu kinachotofautisha au kitu kinachofanya wengine waharakishe kujibiwa dua zao au wengine wajibiwe dua zao na wengine wasijibiwe ni kwa sababu ya ile yakini tuliokuwa nayo kwenye nafsi zetu Yaani, ukiamini kwamba hii dua ninayoiomba Mwenyezi Mungu lazima anijibu, basi majibu utayaona, na ukiamini kwamba Mwenyezi Mungu asiponijibu kwa hii namna nnayomwomba mimi, basi atichonijibu ndo kitakuwa sahihi kwangu, basi pia hivyo ni sahihi. Yaani tujenge tabia ambayo ya kuamini kwamba Mwenyezi Mungu vitu anavyotukadiria, ukishamwomba Mwenyezi Mungu mwachie yeye, ndo anajua kitu gani kina heri kwako Ukiswali ukamwambia Rabi, mimi nataka kuwa na pesa, mwenyezi mungu akawa hajakupa, as long as wewe umeamini kabisa, umesema Rabi, mimi ninaamini kwamba wewe ndo unaweza kunipa ruzuku, mwenyezi mungu akiwa hajakupa, basi amini kwamba hiyo ni heri zaidi kwako, kwa, kwa, kwa sababu wewe hujui maisha yako atakuwaji. Huenda kupitia hizo pesa ndo ikawa mtihani wako, huenda pesa ndo kikawa kikwazo chako cha kuingia peponi, huenda pesa hizo hizo zikawa ndo kikwazo cha wewe kupata mambo mengi zaidi, kwa sababu tuna vitu vingi zaidi tofauti na hivyo. Kwa hiyo kwa leo alhamdulillah, tutaishia hapo. Inshaallah tukutane darsa lijalo, na kama kuna swali, basi unaweza ukauliza hapo kwenye comment. Inshaallah darsa lijalo tutaanza kujibu maswali kabla ya kuingia somo linalofata.